mbili zilijitosa ukumbini hii leo wakati ligi ya wanaume ya shirikisho la voliboli la Kenya likianza tena na mechi sita kwenye ukumbi wa mazoezi wa ndani eh, huko Kasarani. Mechi mbili za mwanzo ziliwapa mashabiki burudani tele zikiisha na matokeo sawia ya seti tatu kwa mbili. Timu ya huduma kwa vijana ikisukuma magereza ya Nairobi kabla ya kupoteza kwa seti tatu kwa mbili. NYS ilishinda seti ya kwanza 25 kwa 18 kabla ya magereza kushinda seti mbili zilizofuatana 21 25 na 22 25. NYS ilishinda seti ya 4 25 kwa 20 lakini ilitolewa. 18, 16, katika seti ya mwisho. Eldoas Water kutoka Eldoret iliwapa polisi wa utawala kibarua kigumu katika mechi ya pili siku ya, eh, si, ya pili kabla ya kupoteza 3-2. AP ilichukua e seti mbili za kwanza 21 kwa 25 na 21 kwa 25 na kisa, eh, kisha ni uyradhi kuiruhusu Eldoas kurejea kwenye mchezo. Timu ya Eldoret ilishinda seti 3 na 4 36 kwa 34 na 25 kwa 20, lakini ikapoteza seti ya maamuzi 11 kwa 15. Sawa, sababu tulikuwa tumejiandaa vilivyo kutoka kwa mistakes ndio tumefanya set 1 na set 2, tulikuja ku learn wao, na nikapata kwa substitution, nilienda kufanya ndio nikaenda nikapata line up nzuri. Yes.